Waziri wa usalama wa ndani Kipchumba Murkomen anazindua rasmi zoezi la usajili wa vitambulisho katika uwanja wa Shabab huko Nakuru. Wakazi wamejitokeza kujiandikisha, baada ya rais Ruto kutoa agizo kuwa usajili wa vitambulisho utaendelea bila malipo yoyote. Tusikilize yanayojiri kwa sasa. Nairobi alitangaza kwamba wale wanakuja mara ya kwanza kuchukua ids lazima wafanye bure kwa sababu hivi sasa watu wanalipishwa pesa shilingi mia tatu na kwa hiyo directive ya rais. Kwa habari ya rais, vile alitangazia wakenya hivi jana, nimetangaza nimetoa habari kamili ya kuondoa ile IDs ambao watu wanachukua, kwamba itakuwa sasa bure, haiwezi chukuliwa kwa kulipa chochote. Na vile nimefika hapa, hapa asubuhi nimepitia ile registration desk, ambao tuko na, wa, na wengi wao walikuwa wanafunzi hivi majuzi ambao ni karibu mia mbili tayari wako hapa na wako tayari kuchukua ID, na wako tayari kuchukua ID. Sisi tuna, tuko tayari kuhakikisha ya kwamba wamepata bure. Nimemuuliza kijana moja pale anaitwa Ignatius kwa nini alichelewa kuchukua ID akaniambia kwamba angeweza kupata hiyo pesa, shilingi mia tatu, ilikuwa ni ngumu, na kwa mwaka tatu iliyopita hakuweza kuchukua ID, ingawa alikuwa anataka ID hiyo. Kumaanisha ya kwamba kuna watu wengi sana wamekuwa wakifungiwa nje, kwa mambo ya kutafuta riziki ya maisha na kujisikia kwamba wao ni Wakenya, kwa sababu ile walikuwa wanalipishwa shilingi mia tatu, ilikuwa ni mafungia nje. Habari nzuri ni kwamba